ongozi mzima kwa kutuona vijana kwamba na sisi tuna nafasi ya kusikilizwa, kwa sababu hapo nyuma tulikuwa ni watu ambao tunachukuliwa kama wapiga kelele ambao thamani yetu ilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo mimi nimshukuru Mheshimiwa Rais rahisi kwa kumteua Waziri wa Vijana Galaya kuweza kuthaminisha nafasi yetu sisi. Mimi nachopenda ukizungumzia ni juu ya mikopo hiyo mikopo ambayo mheshimiwa Rais ameitoa kwa ajili ya vijana, jinsi ya utoaji wake na jinsi inavyowafikia watu, hiyo mikopo, mimi naweza nikasema kwamba kwa, kwa baadhi ya nyie maafisa ambao umekuja hiyo mikopo imegeuza kuwa yani ni selective, inapotakiwa kwenda haifiki na inapofika siko ilikokuwa inatakiwa kwenda. ndiyo maana hata ulipaji wake umekuwa ni changamoto, kwa sababu mnapoipeleka siku inapotakiwa kwenda na inapotakiwa kwenda haifiki kwa wakati. Tunaomba hao wataalamu wa mikopo waje hapa hapa kwenye kata, ili kusudi hata kama na shilingi mia mbili naenda mfuata afisa maendeleo ya kata. Kwa upande wa wakulima, hasa sasa sisi kupitia maelezo ambayo yamezungumza afisa biashara kwamba mtaji wa kwanza ni mawazo, mtaji wa pili ni fedha, kwa maana ya uendeshaji wa mawazo yako. Sasa changamoto inakuja mmoja, kwa sisi wakulima ambao ndo tunaanza kulima, tuna mawazo yetu, mtaji wa kwanza ni mawazo. Nafikiria kwenda kulima na kweli naanzisha kutekeleza wazo langu la kilimo. Sasa changamoto inakuja kwenye mtaji, kwa maana ya mbegu vya na, na mbolea kwa ujumla, tunayo mikopo ya asilimia kumi sasa. Kupitia ile mikopo ya asilimia kumi inalenga ina, ina, ina vijana asilimia nne wanawake asilimia nne, na watu wenye ulemavu asilimia mbili ndio ndonaleta ile asilimia kumi. Sasa kupitia hiyo hiyo hiyo mikopo e, tunataka vijana tuichangamkie fursa ya ukopaji wa hiyo mikopo tutengeneze makundi kwa sisi vijana ni nguzo muhimu kwa maendeleo ya jamii na taifa, jamii na kwa ujumla. Hakuna jamii inaweza ikaendelea pasipokuwa na nini, na vijana. Hakuna taifa naweza likaendelea na likafanya maendeleo makubwa pasipokuwa, pasipo na nini, pasipokuwa na vijana. Na sisi wazo, na wazo, na na biashara wazo, wazo, wazo, mtaji, mtaji, kipi kipi kinaanza, kinaanza wazo. Si wazo, si ndio o, lazima cha kwanza kama unataka kufanya biashara au shughuli yoyote ile au mradi wowote ule, cha kwanza tunasema unaanzia wapi? Kuwa na wazo. Unaanzia kuwa na nini? Kuwa na wazo. Ukiwa na wazo, ndo unaanza kutakuta nini, mtaji, kuthubutu kwamba unaweza kuwa na hela. Unaweza kuwa na wazo, lakini bado ukaona aibu kwamba, kwa hivi mimi, kwa jinsi nilivyovai, nionekane na chuma mahindi pale barabarani, kweli eh? Mimi si nilihitaji niendeshe boda au nilihitaji niwe na mtaji mkubwa kweli? Ni- niuze mahindi ya shilingi elfu kumi, niende nikanunue mahindi misisi kule, alafu nije niuze hapa kwa shilingi elfu tano. Unaona, kuna kaibu kanaingia eh, hapo ndo unakosa nini? Uthubutu. Si tumeelewana? Kwa hiyo kiufupi, wote mitaji tunayo na wote mawazo tunayo, shida uthubutu wa kufanya hayo mambo bila kuona aibu na uzuri sasa, mwingine mikopo ya safari hii tunapotoa jina, hatukati wilayani ile, majina yanapitia uhakiki wa kamati mbalimbali. Kuna kamati ya kata inathibitisha kweli hao ni wanakasekesi. Ikitoka hiyo, inakuja kamati ya wilaya inaangalia, je, iko sawa? Mwisho inakuja ofisi ya mkuu wa wilaya, nayo inakuja kuthibitisha. Ndani ya hiyo kuna watu watakukuru, na tunao wa jeshi la polisi, ili kuthibitisha kama, je hawa walioomba ni wenyewe. Sasa huyo dada, kwa sababu amepitia mchakato, hebu simama tena nikuone. Wewe hapa, si walikuja watu wa kamati ya uhakiki kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya, waliwaoneni, si ndio? Wakathibitisha, maana pale wao wanakuja kuthibitisha wewe ndio Juma, wewe ndio Hamisi, wewe ndio fulani. Ikithibitika iko sawa, hela zinatoka. Mwezi wa kwanza huu wanatangaza